Unaendelea kuitazama dira ya magwiji. Kumbuka pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii at Wanjiro Mbugwa na pia vilevile vile at Jamila Mbugwa. Tukisonga mbele, furaha ya Krismasi ilijiri mapema kwa zaidi ya familia elfu moja zinazorandaranda zinazo randaranda mtaani jijini Nairobi huku shirika la Child Compassion kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Nairobi na wakfu wa Krishna zikiandaa mpango wao wa kila mwaka wa kutoa lishe ya Krismasi kwa familia hizo. Mpango huo ulilenga kuleta furaha, utu na shangwe za sherehe kwa wasiojiweza katika jamii. Ian Zive ana taarifa kamili. Katika kusherehekea sikukuu ya Krismasi, shirika la ufadhili la Child Compassion CCF kwa ushirikiano na kaunti ya Nairobi

Kupitia sherehe ya familia za mitaani ya kila mwaka, mratibu wa shirika la CCF Mutanu Mwendwa alisisitiza haja ya kuwatambua wasiojiweza katika jamii, hasa wakati wa msimu wa sherehe, akitoa wito kwa wahisani na viongozi wote katika jamii kuwasaidia walio na mahitaji. Wawakilishi wa huduma za kijamii katika kaunti ya Nairobi walisema kuwa hatua ambazo serikali ya kaunti imepiga katika kuhakikisha kwamba familia za mitaani zinahitaji kwa ajili ya ujumuishaji katika jamii, wakikariri utekelezaji wa miradi ya urekebishaji tabia ambayo inafanikisha hatua hizo. So far we have four programs which are... Wakfu wa Krishna ulisisitiza haja ya shughuli za uhisani katika jamii zinazolenga kuleta mabadiliko katika jamii, wakikariri kujitolea kwa wakfu huo kwa ustawi wa kijamii kwa wasiojiweza ambao ni nguzo muhimu ya shughuli za wakfu huo. When there is a need for the poor, we go immediately. And that is the aim of our feeding program. It is called the Food for Life program. Walionufaika na mradi humo walitoa shukrani zao huku wakitazamia kufaidi zaidi katika siku zijazo. Pia anafurahia sana sababu wangu wanatuletea chakula, wanatusaidia mahali watujiwezi wanatushikilia, so mi nashukuru sana, nimeona tu wanatutendea mema. Timothy Kipnosu dira ya Magwiji. Amen. <mimuji>